Na mke, hey, anaweza kawa na michepuko saba. Oh my God. <laughs> Hakuna message ya huyu kwenda kwa yule, haiwezekani. E wo, wote wamepangwa, huyu wa kulipa vikoba, huyu marejesho, huyu renti. Ala. Ala. <laughs> Ala. <laughs> Huyu saruni Oh, yeah. <laughs> Uyo, iki, wa saruni ni saruni. Me It is true. Abana, abana. What? ana wapanga na muda wa kuonana, hakuna kufumaniwana <laughs> uyu muda wake uyu, nini uyu kapigwa kiswahili cha musiba. Chai <laughs> Akiwa kwenye msiba mwingine, wa huyu huyu kapigwa mgonjwa huyu, mama naumwa huyu lakini, wote mtahudumiwa bila kufahamiana <laughs> we, kila mmoja anasema niko mwenyewe, niko mwenyewe. Mchepuko wangu wewe, wewe ni wa ishirini. Anawaomba wote za kusuka, anasukia za mtu mmoja nye, wengine mtaonyesha picha anawatumia wote picha kwa kila mmoja, anasema nimemsuka, yeah. Nimemsuka, nimemsuka. Kumbe hizo za kwako ziliongezea biashara, aliyesuka ni mtu mwingine tu. Ndio. Ah, hey. <laughs> <laughs> Wanawake hoye!